Uh, tuzungumze kuhusu mwanzo wa mwaka na kipaumbele cha kwanza kati ya kulipa madeni au kuanzisha biashara, na tayari tunaye hapa uh, uh, Janet Soka ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi uh, karibu sana Janet, na habari za asubuhi Zuri, good luck. Uh, heri ya mwaka mpya, heri ya mwaka mpya kwako pia na uh, tuanze moja kwa moja na uh, kuangalia sasa kipaumbele ni kipi kati ya ku Uh, kulipa madeni au kuanzisha biashara mm, uh, kwanza kabisa uh, tuko mwanzo wa mwaka naam. Uh, matumaini na matarajio ni makubwa sana, kila mtu anatamani mwaka elfu mbili na ishirini na sita wewe wa tofauti na mm, mm. afanye mabadiliko hasa kwenye eneo la kifedha na maendeleo kiujumla, kwa hiyo ni vizuri tukajua kipaumbele ni kipi hasa, na mtu huyo huyo mmoja ambaye anatamani ku Uh, kupiga hatua za kimaendeleo kuhusiana na biashara au aweze kulipa madeni, huyo huyo uh, unaweza kuta ana madeni mm. Alafu yeye, yeye bado anatamani afungue biashara. Kwa hiyo sasa, hapo ni lazima tutazame kipaumbele ni kipi hasa, nini kiweze kuanza na nini kifate, ili maisha yaweze kuendelea na lengo la darasa letu la leo Ndiyo. Si mtu tu alipe madeni au si mtu tu afungue biashara. Lengo ni uweze kufanya vitu vyote kwa busara, utulivu, na uweze kupiga hatua za kimaendeleo. Na kwenye kipaumbele cha kulipa madeni, watu mtu anaweza kakuuliza nianze kulipa madeni au nifungue biashara? Hapa hakuna jibu la wazi kwamba kipaumbele ni kulipa madeni, anza kulipa madeni au fungua biashara. Inategemea na hali yako halisi na hapa tuanze kabisa, lazima ufahamu hali yako ya kifedha yeah. Hali yako ya kifedha e, sasa hivi mwaka unaanza, hali yako ya kifedha ikoje? Una madeni kiasi gani? Na hapa tunazungumza ufahamu jumla ya madeni. Unajua watu wengi tukizungumzia madeni, mtu anaweza akafikiria labda nimekopa milioni ishirini mm. thelathini milioni hamsini na kuendelea, lakini kuna mtu ana madeni hapa elfu ishirini kule elfu arobaini yani ana madogo madogo madogo, lakini ukiyajumlisha mengi, anadaiwa fedha nyingi sana. Kwa hiyo hayo yote tunazungumzia madeni, na hapo sasa tuende moja kwa moja kuangalia aa, nini tunazingatia nini kipaumbele mm. cha kwanza kabisa katika kufanya mchakato wa kulipa deni au kufungua biashara. Uh, kwanza zingatia uh, zingatia biashara biashara ambayo unataka kufungua, eh, biashara ambayo unataka kufungua kwa sababu biashara nyingi katika hatua za kwanza yeah. Kwa mtu ambaye anafungua biashara hatua za kwanza m, tunasema mapokeo hayawi makubwa sana. Kwa hiyo kama unafikiria ku, ku, ku, ile fedha uliyokuwa nayo ukaifungua kwenye biashara, pengine inaweza isikupe matokeo mazuri ukashindwa kulipa deni uliokuwa nalo. Mm. Na hapa kwenye biashara, kama unafikiria kufanya biashara za msimu, kama sasa hivi tuko mwanzo wa mwaka, kuna watu wana, wanaenda na fursa, kashahama, amehamia kwenye biashara labda za uniform, mm, anauza mashati ya shule, madaftari, zile biashara za msimu tunashauri, unaweza ukafungua kwa sababu ni biashara ambazo zina uhitaji, okay. Na kwa sasa hivi watu wengi wananunua. Kwa hiyo mtu anauza. Kwa hiyo nianze kulipa deni au nifungue biashara? Kama unafikiria kufungua biashara ya msimu, uhitaji ni mkubwa, tunashauri lakini, anza kwa kukagua hali yako ha, hali halisi ni hipi, una, una tageti wateja wako utakutana nao wapi? Kama ni masoko makubwa, au kama ni yale maduka makubwa ambayo watu kuna mchanganyiko wa watu wengi. Kwa hiyo kama unafikiria kitu hicho ni sawa, lakini jambo la pili jambo la pili, kama ni mfanya biashara ka, I mean, kama unafikiria kwa nini, kwa nini uanze kwa nini uanze kulipa deni au kwa nini ufungue biashara. Kama deni kama unadaiwa deni ambalo lina riba kubwa na umeweka kolatero, tunasema dhamana ya kitu ambacho kina thamani kubwa, anza kulipa deni, kwa sababu kuna baadhi ya madeni unavoliacha ukasema labda hii milioni mbili nikilipa deni nitakosa hela biashara, lakini ile milioni mbili inavyozidi kukaa utakuja ulipe milioni kumi Kwa hiyo, kwa, tunasema, kwa nyakati kama hizo tunashauri uanze kulipa deni kwa sababu ili uweze kujipunguzia mzigo hapo baadaye. Lakini, kuna, yale madeni ambayo umeweka dhamana kubwa, usipolipa nyumba inaondoka. Sasa unaweza kuangalia sasa eh, nyumba na hichi linachodaiwa. Kwa hiyo, pia katika muktadha wa namna hiyo tunashauri uanze kulipa deni kwanza. Kwa hiyo hakuna jibu la wazi kwamba nianze kulipa deni au nifungue biashara. Nini utapoteza na nini utapata, hicho ndio kitakupa msimamo halisi, nini kianze na nini kifate. Lakini pia aa, mtu anaweza akajiuliza kwa nini, kwa nini nianze kulipa deni au kufungua biashara biashara maarifa, kwa sababu yeah, unaweza ukawa una fedha mkononi sasa hivi, lakini hiyo biashara unataka kuifungua, hauna taarifa nayo sahihi, hauna maarifa, hiyo pia inaweza ikawa sababu tosha kabisa ya ukufanya usifungue biashara, kwa sababu biashara ambayo inafunguliwa bila maarifa sahihi ni chanzo cha kupata hasara. uh -huh. mm -hmm. Uh, biashara nyingi mwanzo wa mwaka biashara nyingi mwanzo wa mwaka huwa I mean, mwanzo wa biashara yenyewe huwa hazifanyi vizuri. Mrejesho unakuwa mdogo, watu hawajakuzoea, watu hawakuamini na watu hawawezi kununua kitu kwa mtu ambaye hawajamwamini au ndo wanamuona mara ya kwanza. Kwa hiyo hilo ni jambo muhimu sana la kuzingatia. Lakini pia unaifanya wapi? Unafanya katika mazingira ambayo unajulikana au ni watu wapya kabisa? Yeah. Um, katika muktadha wa kulipa deni au kutolipa deni. Kuna, tunasema kuna, kuna kuna kitu kwa mfano sisi good lucky. Mm. Uh, mtu akifikiria mambo ya madeni anaweza akahisi ni kitu cha tofauti general. Kwa mfano sisi wa Kristo, hata ukiangalia kwenye Biblia kuna baadhi ya maandiko ambayo wanakuambia kwa historia, nabii alikuwa anadaiwa kiasi kwamba akaweka collateral watoto wake mm, akafariki mpaka wakataka kuwauza watoto kwa hiyo tunapozungumzia deni haya, haina mahusiano kabisa na wewe na Mungu wako, kwamba unaweza ukaa huko vizuri kiroho, ni shehe mzuri, ni Mkristo safi au kwa dini na imani yako, lakini ukaja kwenye upande wa madeni ikakutia asara au ikakupa athari kiasi kwamba cha kuondoa peace of mind ukafikiria kujua huku kuondokewa, eh, kuharibia amani familia au watu wako wa karibu kwa hiyo kuhusiana na kulipa deni ninaamini sana kwenye imani. Kuna mwingine anasema nitamuomba Mungu atanisaidia. Ninaamini sana katika intervention ya Mungu, katika maisha ya ya maisha kifedha na maisha yetu, lakini hapa tujifunze kanuni, kwa sababu kanuni zitakubeba kwa muda mrefu. Kuna mtu alishaingia kwenye deni mahali akasaidiwa, akatoka, sasa hivi anacheza, yani hayuko serious sana. Kwa hiyo jifunze kanuni, zitakusaidia kukubeba, kila ambapo unaanguka utanyanyuka na kupiga hatua zaidi mm-hmm. Ah, jambo la pili. Kwa <laughs> kwanini ufikirie au ufikirie uanze kulipa deni mapema? Ah, ukimaliza kulipa deni unaweza kuchagua biashara unayohitaji kwa utulivu. Unajua, wakati mwingine mtu akiwa anadaiwa anafikiria, au oh, yela, niweke kwenye biashara alafu niweze kupata faida nilipie deni lakini msukumo halisi wa kufungua biashara si kwa sababu ana anaielewa kwa sababu ana uhitaji wa fedha, na hapo tunasema papara kwenye kufanya maamuzi huwa mm. haikuachi salama, unaweza ukajikuta unaingia kwenye mtego na ukapata hasara ya moja kwa moja. Kwa hiyo kama una deni, unadaiwa mahali, deni hilo halina riba kubwa, deni hilo eh, hali, uh, tunasema halikunyanyasi kihisia. Unajua gudi laki, kuna mtu anaweza kaa anakudai yeah. simu miskoru thelathini Asubuhi, mchana, jioni, anakukumbusha good luck, na kudai good luck, good luck <laughs> message ani mpaka unasema ah. Kwa scenario kama hiyo, lipa ndugu yangu, maana yake yeah. Hasa hata amani ya moyo na kukaa kwa utulivu hakuna. Kwa kama unadaiwa una mahali riba sio kubwa ah, kwa maana unaweza kuimudu, lakini pia unyanyasaji wa kijinsia yani, inakupa peace of mind ya kufikiria na kufanya eh, kihisia mm. Kumradhi. <laughs> unyanyasaji wa kihisia inakupa peace of mind na kuendelea kufanya mambo yako, lakini pia ukiangalia mahusiano yako na huyo mtu yataendelea kuwepo basi, anza kufungua biashara. Lakini kama hizo sababu tatu zipo hapo, na riba itakuwa kubwa, na kuna mambo namna hayataenda sawa, basi anza ku kufungua biashara. Kwa hiyo inategemea huko katika eneo gani kabisa. Haya, mm. Tuangalie sasa mpangilio wa kulipa deni bila kuondoa mm. uh, uaminifu mm. uh, kuna mpangilio yeah. wa kulipa deni na hapo nilishaanza kusema kwa uchache mm-hmm. kwanza kabisa uh, yeah, inayofuata e, sasa. E, e, inayofuata uh, kwanza kabisa tunasema uh, u ule u u, tunasema hatari riba na adhabu nimeshazungumzia yeah, hapo kwamba riba na adhabu utakayopata ikiwa haujalipa au ukiwa umelipa. Kwa hiyo kabla hujafanya maamuzi yoyote hii, yeah, niwekeza au niilipie deni, angalia hatari ambayo utaipata adhabu, lakini pia riba itaongezeka kwa kiasi gani na itakupa mlundiko. Unakopa milioni moja unalipa milioni saba. Kwa hiyo mm. hilo ni jambo la kuzingatia zaidi. <laughs> <laughs> Lakini jambo la pili, kumbukumbu eh, -kumbu ya mikopo, kumbukumbu -kumbu ya mikopo. Unajua, kwa wafanyabiashara uh, wengi, wanaendeshwa kwa wanaendesha biashara zao kwa mikopo mm -hmm. na hapa sasa, historia yako, ili uweze kukopeshwa zaidi, inategemea na deni la nyuma umelilipaje, yeah. eh, kwa hiyo sasa, kama ni mfanyabiashara unatamani kukua, wengine wanakopa kwenye mabenki na sehemu mbalimbali za- za mambo ya kifedha. Unavyokuwa mlipaji mzuri, mlipaji wa, kwa uaminifu unajipa nafasi kubwa ya kukopeshwa fedha nyingi na kukua zaidi. Kwa hiyo unakuwa unakopesheka, ehe unakopesheka sawa. Mm -hmm. Jambo la tatu mahusiano yako kati ya mkopaji na mkopeshwaji mm. Ehe, unakuta mfano good luck eh. na wewe unaweza kukopa. <laughs> Kwa kwa nini mimi nisikukope wewe ah? ila mi nataka nikopeshe, sitamani kuko <gayofa>, eh, eh. Kwa hiyo wakati mwingine inakupasa ulivyo, kwa sababu yule mtu unamhitaji, si wanasema, wana, wanasema kwamba mdai mtu alafu upoteze urafiki eh. Eh, kwamba kuna watu yani bado unamhitaji kwenye maisha yako, unatamani uzungumze naye, unatamani awe sehemu ya siku yako ilo, kwa sababu ulimpa hela ukipiga simu apokei. Eh, naona unashauri umakini eh, sana kwa kukopesha watu. Yaani, miongoni mwa watu wa, ni ambao ni sumu kuwakopesha ni watu wa karibu au mm. Kama kama unafikiria sometimes, usiweke kwenye mkopo, fanya kama unatoa mm. Eh, eh, kwa sababu una nafasi kubwa ya kuwapoteza na hapa, sio kila shida ni lazima uombe mtu akukopeshe. Sometimes ujifunze uvumilivu kwa sababu wakati mwingine unaweza ukamkopa mtu ambaye ndo destiny helper yani, yeah. angekusaidia yani, ana fursa nyingi yani, eh, kama ni mtu unafanya vitu vyako yani, angekurecommend sehemu nyingi sana. Kwa hiyo unavyomkopa, afu unashindwa kurudisha tayari usha, usha kwayo, kama haribi. sio lazima sana, jiepusha eh, kukopa eh, jiepusha. Yani, kama sio lazima sana yani hebu eh. tafuta option nyingine zote <coughs> zikishindikana, sasa unasema hapa sina eh. eh. eh. afu, unajua good luck kuna uhusiano kati ya fedha na kuaminika. yeah. Unajua, mtu asipokuamini kwenye fedha hatakuamini sehemu nyingine yoyote kabisa. Kwa hiyo fedha ina mahusiano na uaminifu, kwa hiyo jitahidi sana hapo kwenye kukopa. si kila mtu anastahili kuombwa fedha. hmm. mm -hmm. Sawa, mbali na hiyo tuangalie mambo ya kuepuka ukiwa unadaiwa. ehe. Ehe, yaani ukiwa unadaiwa sasa, kuna vitu nadaiwa sasa, kuna utakayo kufanya, au sio bana? vitu gani? <laughs> Ah, hivyo jambo la kwanza ukiwa unadaiwa ehe, sema ukweli Sema ukweli usaidiwe, sema ukweli mapema. Unakuta mtu imefika siku eh, ya kulipa deni ndo nasema kwamba bana da, sasa ndugu yangu alikuwa anaugua hapo kwa hiyo ile hela si kuipa, kwanu sika sema mapema. Eh. Au bana nimepata changamoto ndugu yangu kwa yale makubaliano tulioweka. Ah mm. Uh, inawezekana nikashindwa kurejesha kwa muda, siku tuliyokubaliana? Unaweza eh, ukaniongezea siku kidogo? Sio eh. si. Wewe umekaa kimya afu paka tukutafute tukuta, kwa hiyo hei, sema ukweli mapema, na hapa inaonyesha itaonyesha unajali na una, unathamini kabisa. Jambo la pili e, usikae kimya, fanya mawasiliano. Hapa ukimya ha, yani e, kama au hata kama unadaiwa unatakiwa mtafute yule anayekudai, mtafute, tafute au yaani unajua wakati mwingine mfano mtu anadaiwa alikubaliana atalipa labda Desemba, ile fedha hana anaogopa kumtafuta ule mtu kichwani mwake, anasema, ngoja nikae nitapoipata nitaipeleka. Alafu kwenye, kwenye sinario kama hiyo unaweza kuta uipate, ujue siku zitazidi kwenda kwa, kwa ule ukimya. Unajua kila mtu ana namna yake ya kutafakari mambo hmm. Kuna mtu anaona dharau, kuna mtu anaona umepanga kuto mlipa, kumbe wewe unafikiria eh, kwa hiyo tunasema wakati mwingine tena hasa hasa mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita, jitahidi ongeza ujasiri kwenye kufanya mazungumzo magumu yeah. ikiwemo eneo la fedha. Sawa, lingine la mwisho. <laughs> Lipa eh, eh, kidogo kidogo usisubiri upate fedha yote. Eh, lipa kidogo kidogo itakusaidia. eh, wakati mwingine kuishika milioni moja yote ni ngumu, ila ukitanguliza laki moja elfu yeah, hamsini yeah, taratibu, tunasema mdogo mdogo ndio <laughs> mwendo. Kwa hiyo fikiria kulipa kabisa, kidogo, kabisa. kidogo kidogo, mm. sawa kabisa. Hayo no ndo mambo ya kuepuka ukiwa unadaiwa tu. Unatuachaje na nukuu? ah, leo bwana tunamalizia Dio, na nukuu nukuu yetu inasema ya kwamba kwanza biashara au kulipa deni inategemea madhara ya deni na utayari wako. Fanya maamuzi kwa kutulia, epuka kuongeza tatizo. mm. Ehe, kwa hiyo unaweza ukawa una nia njema kabisa unatamani ufungue biashara, unatamani uwalipe wadeni wako, ila kwa sababu tu ya kukosa utulivu ukaingia kwenye hasara, changamoto moja ikazaa matatizo zaidi. fanya kabisa. Fanya kwa utulivu, lakini mwaka 2026 mm -hmm. Tembea kwa viwango vipya sure. Tembea kwa viwango vipya, ongeza sana utulivu, weka mm. akili kazini, fikiria mm. sana kabisa kabisa. Nakushukuru sana Janet Soka, asante sana kwa uh, kutupa darasa hilo la leo, kipaumbele kati ya uh, kuanzisha biashara na kuhu. kulipa tunakamilisha madeni. Kulipa madeni. <muchara> hivyo <muchara>